Leo tarehe moja Disemba mwaka 2025 kesi ya ardhi namba 6075 ya mwaka 2025 kati ya Kanali Naftari Swai na wenzake 49 dhidi ya Ashuru Ashuru na wenzake watano imeitwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya Ardhi, Dar es Salaam, mbele ya Mheshimiwa Jaji Mohamed Gwayi. Kesi hiyo imeitwa leo mahususi kwa ajili ya kuja kutolewa uamuzi mdogo ambao ulifuatia mapingamizi ya awali yaliyowekwa na wadaiwa kwa maana ya Ashuru Ashuru na wenzake, walikuwa wameweka mapingamizi matano ambayo miongoni mwao e, pingamizi la kwanza lilihusu mamlaka ya Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya ardhi kusikiliza kesi hii ambayo iko mahakamani. Lakini katika kutoa uamuzi wake, Mahakama Kuu ya Tanzania Divisheni ya ardhi imekubaliana na hoja za wadai kupitia wakili wao Peter Michael Madeleka kwamba mahakama kuu ya Tanzania divisheni ya ardhi inayo mamlaka ya kusikiliza kesi yoyote kutokana na mamlaka ya mahakama kuu yanayotokana na ibara ya mia moja na nane ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mahakama ikasema kwamba mahakama, kwa kuwa inaundwa na katiba na mamlaka yake hayana ukomo ni sahihi kwa mtu yoyote kuja mahakamani kuleta malalamiko yake au madai yake dhidi ya mtu yoyote na maamuzi, malalamiko hayo yakasikilizwa na kutolewa maamuzi. Kwa hiyo pingamizi hilo kuhusu mamlaka ya mahakama kuu limekataliwa na mahakama kuu leo, lakini mahakama imetoa kibali cha kwenda kurekebisha baadhi ya kasoro ambazo ni za kiufundi na hazimalizi kesi, kasoro ambazo zilikuwa zinahusiana na swala la utiaji saini kwenye hati ya madai. Ikumbukwe kwenye hati ya madai e, wada, wadai hawakusaini, hawakuweka saini zao kwenye ile hati, na badala yake saini iliyowekwa ni ya wakili wao pekee Peter Madeleka. Kwa hiyo mheshimiwa jaji amesema e, ili kuondoa e, mkanganyiko wa kumbukumbu kumbu, ni vizuri wadai wakaenda kubadilisha hati ya madai na kuweka saini zao. Kesi imepangwa kusikilizwa kwa ajili ya kongamano la kwanza kwa Kiingereza wanaita First Pre-trial Conference siku ya tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka 2026 saa nne na nusu asubuhi. Lakini itakumbukwa kwamba shauri hili linawahusisha wadai ambao walikuwa ni wafanyabiashara katika jengo lililoporomoka pale Kariakoo mwishoni mwa mwaka 2024 wafanyabiashara hawa ambao, kama nilivyosema hapo awali, kwa idadi wako hamsini, wakiongozwa na Kanali Naftari Swai ambaye ndio mdai namba moja kwenye shauri hili, wakiwalalamikia wamiliki wa jengo ambao ni Ashuru Ashuru na wenzake sita. Kwa hiyo mahakama itakwenda kusikiliza madai hayo, ambao kimsingi wadai wanadai fidia ya takribani shilingi bilioni 40 kutokana na hasara ambayo wameipata kwa wao kunyimwa fursa ya kutumia jengo ambalo walistahili kuendelea kulitumia mpaka sasa kwa shughuli mbalimbali e, za kibiashara kama ambavyo mkataba wao wa upangaji ulivyokuwa unasema. Sisi kwa sehemu kubwa tuseme, tunamshukuru Mungu so akili zetu wala uweza wetu kwa ajili ya mapingamizi yao ambayo yalikuwa yamewekwa kutupwa. Ninasimama na neno ambalo liko kwenye Biblia baada ya Hamani kuitwa kwa mfalme na Esther kueleza kuwa Hamani amewashtaki wana wa Wayahudi kuwa wote wanatakiwa kunyongwa, alirudi kwa mke wake. Mke wake alimwambia, akasema, ikiwa hao waliokushtaki ni Wayahudi kama ni kuanguka utaanguka tu. Ninasisitiza hili neno. Inawezekana walitaja magari na farasi, tumeendelea kumtaja Mungu na hatutaacha kumtaja Mungu. Tunategemea Mungu atakuwa msaada hadi mbeleni. Mungu atatupa ushindi. Tunamtumaini Mungu kupita kawaida. Ni kweli tumepoteza mali, tumepoteza nafasi za kufanyia kazi, ndugu zetu wamepoteza uhai, tuna watoto wetu wengi waliopoteza uhai, waliopoteza viungo, lakini tunategemea neema ya, ya Mungu. Acha wataje magari na farasi, sisi tutaendelea kumtaja Mungu na Mungu tunaamini ni mtetezi wetu, aliyetufikisha hapa leo atatufikisha mpaka ukamilifu wa dahari. Asante.